Na ukiangalia kesi ambazo zipo katika ustawi wa jamii zinazohusiana na dhuluma ambazo wafanyakazi wanafanyiwa ni nyingi, lakini inasemekana kesi ambazo hazijaripotiwa ni nyingi zaidi. Umezungumzia upande wa wanaume. Upande wa wanaume yani, wamerudisha ile, ile hali ya utumwa wa zamani zamani. Wakati enzi za utumwa, inafahamika katika historia mtu akisoma E, msichana ambaye anakuwa ni mtumwa anakuwa ni kama mke wa ngapi sijui wa mume pale ndani yani, yani mwanamume anaweza yule tajiri yake anaweza kumuingilia wakati wote anayotaka yeye na yule binti anaelewa hicho kitu. Zama tulizo nazo watu wamerudisha utumwa mamboleo, wanaume wamekuwa na, wanawachukulia mabinti hawa kama ni sehemu yao ya kukidhia matamanio kwa sababu tu ya yuko chini yake, anamlipa mshahara, ana shida na anaweza kumwambia nitakuongezea mshahara unaopewa mara mbili. Sasa hizi zote ni dhulma za kijamii zinazofanyika, ni ukatili unaofanyika ambao, kusema kweli, unakwenda kinyume kabisa na ujumbe aliokuja nao Mtume sallallahu alaihi wasallam, kuwa yeye ni rehma kwa walimwengu. Na Mtume aliishi vipi na watu wake na watu wa familia zake na wafanyakazi walokuwa mule ndani? Kwa hiyo kuna mambo mengi ya ukatili ambayo yanafanyika Ukiangalia eh, kuna kesi nyingi sisi tunazipata, labda nichukue mnasaba huu katika kipindi hichi kuzungumza. Sipendi kutaja nchi, lakini kuna baadhi ya nchi ambazo eh, wanafaidika na wafanyakazi kutoka katika baadhi ya nchi za Kiafrika, nchi za mashariki ya kati. Kweli saa ingine tunapigiwa simu na wasichana wa kazi katika zile, katika zile nchi, hatujui ukweli wanayazungumza, lakini eh, mara nyingi namba zetu zinakuwa zinakuwepo saingine kwenye redio, saingine kwenye televisheni e, zinaonyeshwa. Kwa hiyo unapigiwa, una, una, una simu mtu anakuambia mimi ni, ni, ni, ni msichana wa kazi, niko katika nchi fulani e, ambayo iko mashariki ya kati. Anakuhadithia muamala ambao anafanyiwa, unashindwa kuamini kabisa kwamba ile nchi ni ya Waislamu. Yani hakuna msaada anaopata, yani unyama anaofanyiwa ndani huwezi kulinganisha Unaweza kusema ni unyama alikuwa akifanywa watumwa katika siku za au zaidi ya pale. Mtu anafichwa anawekwa ndani, hatoki nje, anafanyishwa kazi, amenyang'anywa hati zake za kusafiria na document zake zote, hamjui mtu yeyote, haruhusiwi kuwasiliana na mtu yeyote, yani hata simu anayepiga mtu anaiba. Sasa hebu niambie wewe, unamfanya mtoto wa mtu ambaye amezaliwa na eh, kama ni mwanamke amezaliwa na mwanamke mwenzako, amebeba miezi tisa katika tumbo, amepatiwa uchungu. Basi ni shida tu ya kimaisha imemfanya aje kwako kwa afanye kazi. Leo unamfanya kuliko unamtendea, kuliko unamfanyia paka au mbwa pale nyumbani kwako. Haya ni makosa ambayo yanafanywa na ndugu zetu Waislamu. Na hii ni dalili kwamba e, hatu hatupati kiigizo kizuri kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwamba alikuwa ni rahma kwa walimwengu. Ndugu zangu, hawa ni, ni viumbe ambao kama anavyosema Mtume sallallahu wa alaihi wasallam yeyote miongoni mwenu ambaye atajaliwa kuwa na wasaidizi basi hawa wasaidizi ni ndugu zenu, walisheni mnachokula, wavisheni mnachovaa, wasaidieni katika kazi zenu. Hadithi sahihi ya mtume sallallahu alaihi wasallam kwa tafsiri yake, au kama kaala nabii sallallahu alaihi wasallam. Masahaba walichukulia hadithi hii kivitendo. Abdurahman Ibn Auf, baada ya kusikia hadithi hii, kwanza, aliwachia watumwa wake wote huru, lakini pili, akawaajiri. Sasa akawa anafanya kazi kwa kipato lakini tatu, inasemekana ulikuwa ukienda katika shughuli za Abdurrahman ibn Auf, huwezi kujua ni nani Abdurrahman ibn Auf, ni nani mfanya kazi, yani hata uniform waliozowashonea naye alikuwa kivaa hizo hizo, kwa maana anafuata kivitendo hadithi ya mtume sallallahu alaihi wasallam, wa visheni mnachovaa, pamoja na kuwa haiko hivyo, lakini alipenda ajikurubishe zaidi kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutekeleza hadithi ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Na ukiangalia maeneo mengi ambayo maswahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam walikuwa na wahudumu wao, utashangaa. Huyu hapa Umar ibn al-Khattab alikuwa ni, ni amiri al-mu'minin, kiongozi wa Waislamu. Siku anakwenda katika ufunguzi wa mji wa Al-Quds, anakwenda kukabidhiwa funguo, alikwenda na, na, na, na, na mhudumu wake ambaye atamsaidia njiani katika shughuli mbali mbalimbali. Bahati mbaya walipofika njiani, farasi farasi wa Umar ibn Khattab akafa. Safari ni ndefu, ikabidi Umar ashirikiane na mfanyakazi wake katika farasi Omar akamwambia ewe kijana, huyu farasi ni kiumbe kama sisi. Tukimpanda wote wawili atachoka, tukisema tutembee wote watatu sisi tutachoka. Iliyobakia ni kwamba wewe mpande mpaka kilomita kadhaa, shuka, anatembea wote kwa miguu. Baada ya muda mimi nampanda, tunampa farasi nafasi ya kupumzika. Baada ya muda na mimi nampanda mpaka tunafika Baitul Maqdis. Angalia kwanza, huruma kwa wanyama tu na kwa mfanyakazi. Ingekuwa sasa hivi, ingekuaje? Bosi angepanda juu ya farasi mm -hmm. Kijana angevuta farasi yani, mpaka wafike, asingepata lifti ya aina yote. Lakini Umar, kutokana nilikuwa ni mwanafunzi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, alitambua umuhimu wa huyu, ni mwanadamu anachoka na anastahili haki sawa. Sasa cha kufurahisha zaidi ni kwamba wamefika sasa katika mipaka ya mji wa Baitul Maqdis, katika mji wa Al-Quds Palestina, Waislamu wanawasubiri wanaelewa kwamba leo anaingia kiongozi wa umma na, na msafara wake wako katika mipaka. Bahati nzuri au mbaya, mwenye zamu ya kupanda farasi alikuwa ni kijana wa kazi, kwa hiyo ikabidi kijana wa kazi apande farasi, Umar ashike amvute ile farasi. Kwa hiyo kama vile bosi amekaa juu, kwa sababu ni zamu yake. Umar anasema hebu shuka bwana, mimi naingia sasa hivi katika mamlaka ya, yangu ya. naam Watu wanampokea wanashangaa, wanamkuta kijana wa kazi kujuu ya farasi, wanafikiria yule ndio Omar, huyo alioko chini ndio mfanyakazi kutokana na vumbi. Lakini ukweli ni kwamba yule aliyoko juu ni mfanyakazi, aliyoko chini ni Omar. Anaingia wanampokea. Sasa huu ni mfano.